Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Ndugu yangu Basawadi, kipenzi chetu, nyota yetu, matumaini yetu, mwenyezi Mungu akupe umri mrefu wewe na sisi kwa kazi unaoifanya. Si mwengine ni ndugu yako coach Rahim. Nimenyamaza si kwa ubaya, na nimeona niku nikusalimie wewe kwanza. Basi wewe, kama utatoa salamu zangu utoe. Sitaki kuingia kwenye grupu hivi sasa, manake mimi nina hamasa lakini imenibidi leo nizungumze na wewe. Yote yanayozungumzwa mi lazima niyasikie, niyapitie. Kwa hivyo imenigusa leo, nasikitika sana, kwa kuwa kesho ni siku adhima. Kesho ni siku adhima, yule aliyoko Mombasa, ikiwa atakosa kufika katika siku kama hiyo ambayo ilikuwa ndio ndoto yetu na imenawiri sasa, ama imeshawiri basi, atakuwa ni mwenye kutupa nafasi yake ambayo ya muhimu sana. Mimi alhamdulillah rabbil alamin, bwana Basawad memaliza ni miezi miwili sasa na wiki mbili, niko Nairobi kwa watoto na alhamdulillah, sasa naweza kutoka hapa mpaka tauni, napelekwa na pikipiki ama nachukua bolt, gari nkifika tauni nafanya shughuli zangu kisha nachukua tena Walking kidogo kutoka kule Jamia mpaka afya center ndo napanda matatu ya kunileta South Sea. Hivi sasa alhamdulillah na swali kama kawaida, si swali kitini hivi sasa. Nala chakula kama kawaida, si kile cha kusaga. Ushaona, bwana, na nimemshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha pia. Ramadhani naifunga nilikula siku moja tu, alhamdulillah, lakini nilifunga siku zote, si tulifunga kwanza na Saudia na tukafungua mbele na nikafunga sita, na nikalipa kwanza hiyo siku niliyokula, kisha nikaendelea na sita nikamaliza, alhamdulillah, bila kusu, yani kusukasuka. Nimemshukuru Mwenyezi Mungu sana, na hivi mimi nshaanza shughuli zangu kidogo kidogo, huwa shughuli zangu nafanya na simu tu fanya basawadi... utaangalia... na simu basawadi, hizi ni kama salamu tu nakupa, utaangalia kile utakachozungumza utawapa wanagropu, kile utakachobakia nacho wewe utabakia nacho mimi, utawajulisha mimi, mimi alhamdulillah niko mzima mimi bado niko andakea huku Nairobi kwa watoto kwa sababu kule nitakuwa na shughuli za kufanya mimi mwenyewe kwa. Lakini hapa nafanyiwa basi, kwanza na watoto wananiambia nitulie angalau nipate ni kuchanganya changanya. Kwa hivyo nimetulia, na hamu ya kwenda kule manake, pia na familia. Lakini nafikiria pia hali yangu bado. Siku ya kesho mimi kuikosa pia nasikitika sana. Siku ya kesho mimi ninasikitika sana kuikosa, nilikuwa nina yangu ya kuzungumza mawili ama matatu lakini nitasema labda kama sikujaliwa ama ninajaliwa, mimi nihudhurie nikiwa mbali vilevile. Nimemsikia ndugu yangu swahibu yangu teammate wangu akizungumza na akiomba apology, akamwambia Shahidu, bwana samahani, mimi kesho sitokuweko, nitakuwa niko safarini. E, si kwa kupenda kwangu nikose hiyo siku. Huyo nani ndugu yangu ambaye kwamba natoka naye mbali sana, tumecheza naye Feisal. Wallahi, nafikiri ushamkumbuka, usham aliyezungumza hao maneno, kijana mshupavu, amekomboa yeye na kamati yake Ziwani ground. Kwa hivyo yeye kukosa kwake pia ni kiungo kikubwa, kwa sababu yeye ni mzuri kuzungumza na sisi wazungumzaji ni wengi Mombasa, sisi kuzungumza nkwetu, hikma tunayo, elimu tunayo eh? Nafahamu tunazo, kama vile alivyosema Mwenyezi Mungu, waatainakum ilman wahikman wafahman. Sisi wallahi tushukuru Mwenyezi Mungu, sisi watu wa pwani Mwenyezi Mungu ametujalia hata kama ni elimu ya madrasa, ilmu dunia na kuna ilmu l-akhira, lakini tuko na khubra na tuko na hikma. Weza kumkuta mtoto mdogo sana, lakini ana ana-, ana anatingisha. Shabiri kukosa kesho pia ni pengo kubwa sana Shabiri kukosa kesho pengo kubwa sana. Lakini mimi natoa nasaha yangu kwa wale ambao nawafahamu mimi ni wazuri kwa kuzungumza, naomba wasikose kesho, wasikose kesho. Mtu kama Mwandairo Mwandawiro asikose kesho, ni mzungumzaji mzuri, mzungumzaji mzuri sana Mwandawiro. Na Shabiri pia alikuwa kuwa aweko, najua coach Muhidin atakuweko, maanake huyo pia ni mzuri sana na wengineo Ayubu pia asikose, coach kocha Ayubu asikose. Kwa hivyo bwana Basawadi mimi utanitolea salamu, ni mzima, japokuwa watu wamenisahau kabisa. Katika kusikiza kwangu kote, sijasikia kutajwa, kukumbukwa. Ulionikumbuka ni wewe, kauli yako ya mwisho. Wewe ndio uliwahi kuni, kunikumbuka katika salamu ulizozitoa. mtu aliyenipigia simu marehemu Alimsada kama siku mbili ama tatu kuwa yeye atafariki, na mimi nilipata shock. Maanake baada ya kuzungumza akaniambia, bwana nakuombea kula la kheri inshaallah. Mimi nilikuwa nafikiri uko Likoni, ningekuja, lakini inshaallah utakapokuja, nitakuja mimi nije nikusalimie sitwetana malak mahali nitakuja mimi baada ya siku mbili tu, ndio unapigiwa simu alfajiri na Ali Musa Tol, anaambia baba, baba, salamu alaikum, vipi hali yako, ajisikiaji? Naambia salama, nashukuru bwana. Haya bwana, salamu ni hizi bwana, ndugu yetu kipenzi chetu alimsaja ashatuacha. Basi hata sijui nilikuwaje hapo, sijui nilishukuru Mwenyezi Mungu, lakini yani, holishukuru ah, wajua kuna mambo mengine aweza kuambiwa pia ukamaka, ukastaajabu. Siku mbili tu baada ya kumuuliza, kwani kulikuwa na nini, naambia yalikuwa, alipatikana ah, ya na kama kubabaika babaika tu, basi hayo ndio yakapelekwa sipitali ndo Alhamdulillahi rabbil alamin, nikawambia basi ndio hayo. Na Parera pia asikose, Parera Parera pia asikose, huyo pia ni mzungumzaji mzuri. Kuna wengi wazuri, lakini wajitokeze na kuzungumza maneno ya kueleweka kama Hussein Shibibi ametoa orodha yake nzuri sana hiyo. Hiyo sasa ingeongezewa na mambo mengine. Mimi nakupa tu hizi salamu zangu za kusema leo, ukweli ama mawazo yangu, be okota ukota tu, alafu uyaunge, maanake wee ni mtu nakuona ni mtu wa hikma, waunga washona hapo kishona hapo kishona hapo, kitu kinakuwa dondoa. Sasa maoni yangu mimi, kama ngilikuweko, ngeliomba ndugu yetu Hussein Muhammad, japokuwa tutasema ndio mwanzo, lakini nakumbuka, wala sitosahau iliyo neno, nitarudia tena, Ali Mbarak wakati tulipokuwa tumelaliwa sana basi, ikawa sisi twafanya ligi yetu huku watu wa Mombasa, sisi tutakatoa wa timu iwakilishe Kenya yetu, kama timu ya pili, kama vile Zanzibar na Tanzania bara alifaiti sana kuwe na timu mbili kosti iwe itapia wakilisha, lakini wakati wa sababu, pesa hakuna, pesa hakuna za kusimamia timu ya pili, lakini ilikuwa ni zile hikma za kutumaliza manake, walijua sisi tuko na best team hapa tena, si moja si mbili si tatu. Tungekuwa na timu ambayo, hiyo timu ya huko basi isingechukua kikombe, ingekuwa timu ya hapa Mombasa ndio ingechukua kikombe. Tukalaliwa, Tukasikitika, lakini Alimbarek alikuwa na maono ya kuwa sisi tuwe na timu yetu na wale wae na timu yao, kisha situingie katika Afrika Mashariki. Inayakati sasa, mimi ilikuwa maoni yangu kuwa iko haja ya sisi tutoe timu mbili moja ya bara na moja ya huku pwani, moja ya bara na moja ya pwani. Japokuwa watu pengine watasema, ah, bado sisi tutakuwa ni wachanga. Si wachanga, ikiundwa ikiundwa kama hivi tulivyodhamiria, timu itakamilika na itaweza kuwakilisha. Vijana wako Wallahi, vijana wako tena, wako wengi hapa mjini, wako ukenda South Coast, wako shona bwana, halafu utoke Taita Taveta wako eh, Lamu wako, Malindi wa, yani mimi nakwambia through my experience, Lamu mimi nilimwambia Mhamad Kheri hapa kuna timu tatu haki ya Mungu tatu za national na alipokuja kweli, akakubali. Timu zilikuweko bwana, timu kama Joz, timu kama Horohoro, timu kama Diploma eh? kulikuwa na timu Lamu tu kisiwani, wacha huku mainland Kwa hivyo mimi langu ni hilo, tunataka tuwe na timu kama ikiwezekana, tuwakilishe sisi tuwakilishe basi hiyo, tukiwakilisha sisi timu eh, nyinyi mwasema iko wapi zamani imeamka, basi hiyo ndio itakuwa ndio kama ile krini eh? ime, ime imeingiza mkono ndani ya bahari, kuna gari imeingia, basi imefungwa, mutaiona ya vuka ya, ya jajuu itatolewa na hiyo kirini hii, tukiwa sisi na timu yetu ya coast inawakilisha, kwasawabi kutachezwa mpira, wacha walioko kuanzia Likoni mpaka Lungalunga, we ukiangalia hizo ligi zinazo zinazochezwa huko, hizo ligi zinazochezwa huko huwezi amini kama tuko Mombasa. Vijana wakiji kijikenda wanacheza mpira shehe, pana machezo tena, natural ball kwa hivyo mimi yangu ni hayo Basawad. Mimi alhamdulillah ni mzima, sitaki kujitokeza tu, sitaki kujitokeza sauti. So, yangu waisikia mimi ni mzima Basawad, eh mimi ni mzima, nguvu tu za kuchanganya. Niko na injury moja ya goti, ndio yanisumbua, ndio natafuta eh, vifaa ambavyo vasiku hizi na navyona yeah. kwa kwa mitandao vinauzwa, ntaka ninunue pia niuweke goti goti hilo tu sasa la nisumbua. Lakini vile nilivyokuwa nikiumia, a a yale maradhi yalitolewa, yale mawe yalikuwa yako ndani, ile nyongo ilikuwa ikimwaga ya asidi ikienda kwenye yale mawe, basi yale mawe yanachoma, yakichoma mimi kifua, utaona nabeba jiko najipiga, na maukuta mikono, hata kama niko chooni najipiga, manake yani joto hivi. Sasa nauguza kifua, ile athari ilikuwa ikichoma. Sasa ule moto ndio umenichoma kifua, lakini yani hati ile kutembea, natembea alhamdulillah, bwana kuswali inainuka, ne kila kitu Maanake ilikuwa siwezi kutembea basa wadi, sahii natembea eh? sahii natembea, naoga mwenyewe, manake ule ugonjwa ulitolewa, yale mawe ambayo yakimwagiwa ile asidi ndio yanachoma, ule mchomo unakuja kifuani, hakuna tena. Sasa ni maumivu tu akifua, natafuta dawa hivi, natumia habasoda na asali ndio kidogo najisikia, sema huko kuna baridi baridi nikitawadha vile, basi ile baridi yaingia mpaka kwenye ile mishipa mpaka huko. Kwa hivyo sikutaka kuingia kwenye grupu nizungumze, maanake naona mpate fursa ya kuzungumza na wewe personally. Basi yangu nilionayo basawadi ni hayo na mimi niko karibu, nitaingia kwenye grupu, nitaingia na niko karibu. Inshallah nitarudi Mombasa na vile vile na azma uhama Likoni, na nkienda pengine ndio nitatafuta nyumba e, town niishi town. Nitakapoishi towni, basi hapo pia itakuwa ni vizuri sana, nitakuwa na jamaa full time nitakuwa na jamaa full time. Nia yangu sitaki kwenda kuishi Likoni. Niombee Mwenyezi Mungu aniwezeshe, bwana. Nawaniombee pia Mwenyezi Mungu mimi, wana group, nikija nijeniwe karibu na wao pia, tuwe na msaada, tusaidiane na tushauriane. Salimia sana bwana chairman. Mwenyezi Mungu inshallah ampe moyo huo huo huo huo na nguvu Eh, na wote ambao kwamba utakawapa salamu waambie mimi niko na wao tena sana sana, na ni mzima alhamdulillah. Mimi kama nilivyokuambia historia yangu bado na, na, na, naipika kwa sababu picha zangu nyingi pia ziko town, nataka nizitoe. Kila nkitoa eh, step hii unione nilikuwa na timu gani, picha ndizo hizi. Ukitoka na step hii nkuoneshe niko na wapi, basi ieleweke. Yani, Mwenyezi Mungu anipe nafasi kama hiyo na niweze kui, kui frame na wewe pia eh, uiyeke vile unavyozieka insha allah, nitafurahika sana. Shukran, basawa. Uh, waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, coach Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala akufanyie tahfif, akufanyie wepesi mambo yako. Allah akurudishie afya yako njema, akupe nguvu wewe na jamii yako wote. Allah awape furaha. Wallahi, maneno uliyoyatuma hapa mimi nasema ni dhahabu, umetutumia dhahabu, kinoa kizima cha dhahabu. Hata sisikii kukata kipande ati nkieke kando, lakini maneno yana uzito, maneno ya uzani, maneno yenye ule uzani wakati na kati haswa. Unatufundisha mengi katika mazungumzo yako. Hata kama wengine hatukukuona ukicheza, lakini twakupa salute kwamba taiban to, wewe ni, ni mtu mchezaji, wewe umeucheza mpira, wewe waujua mpira, wajua pazuri pa mpira na pabaya pa mpira, na saha zako kuhusiana na mambo ya mpira taana zitukulie kwa hadhi ya juu, wala hatuwezi kuyaweka kando maneno yako wallahi. Mimi na, naomba uniruhusu hii klip nzima niitie kwenye YouTube watu wafaidike nayo, na ni ukumbusho, tutakuwa ni wenye kukukumbuka mara kwa mara. Mwenyezi Mungu akusahilishie, Mwenyezi Mungu akupe furaha. Mwenyezi Mungu atukutanishe inshallah bilkhair, kama si hapa duniani basi mpaka kesho akhera pia. Allah subhanahu wa ta'ala aje atuweke pamoja, shukran wa jazakumullahu khairan.